Hivi punde tumeona siasa ya Moraro Kubasu imebadilika, imebadilika kabisa. Tunaona kitambo, Moraro Kubasu alikuwa anampiga vita ya kisiasa president yetu William Samoei Ruto. Sasa hii ninaona Moraro Kubasu anapinga opposition. Atakuwa opposition na wafuate njia vile ilivyo mzuri. Sasa sisi kama wa Kenya tumeanza kuchanganyikiwa. Je, Morara Kubasu ameamua kuvuka sakafu ama Morara Kubasu kuchanganyikiwa, ndio siasa imemchanganya? okay. Ama Morara Kubasu ameanza kuwa uh, anapiga siasa yake peke yake. Yani, one man army politics ama Morara Kubasu sasa ameamua kuchanganya opposition. Sasa tunataka Morara Kubasu ibu tuambie sisi kama wafuasi wako wa Kenya msimamo wako uko wapi? Uko katika opposition, uko kwa serikali ama wewe umeamua kupiga siasa yako peke yako? Siasa lazima eh, ukue mrengo moja. Kama unapinga serikali, lazima utakuwa na wenzako wenye wanapinga serikali. Kama unaunga serikali mkono, lazima utakuwa na wale wenye wanaunga serikali mkono. Na pia kuunga serikali mkono sio mbaya, ni uamuzi wa mtu. Mtu yote anaweza akaunga serikali mkono ama akaenda upinzani. Na sasa kenye inatuchanganya hii mioto ya siasa yenye ulikuwa nayo ya kupinga serikali, kwa nini imezima? Kwa nini? Yaani hauna msimamo mzuri ya kisiasa. Ok, wewe ni mwenzetu, hebu utufafanulie wewe sasa msimamo wako ni upi?